Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa vikosi vya jeshi la Marekani vimerusha mabomu kwenye vituo vitatu vya nyuklia vya Iran na hivyo kuitimisha kipindi cha wiki moja cha mashauriano kuhusu kujiunga na kampeni ya Israel dhidi ya Iran na kuingiza Marekani moja kwa moja katika mzozo huo unaozidi kushika kasi. Katika chapisho lake awali katika mtandao wa Truth Social, Trump alisema ndege zote za jeshi la Marekani zilizohusika katika mashambulizi hayo ya Iran tayari zimeshaondoka katika anga la Iran, ndugu yake ikisema, tumekamilisha mashambulizi yetu yenye mafanikio makubwa kwenye maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran, ikio ni pamoja na Fordow, Natanz pamoja na Esfahan ndege zote sasa ziko nje ya anga la Iran, Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social. Katika andiko hilo alipongeza kwa kusema hakuna jeshi jingine duniani ambalo lingeweza kufanya hivi, akimaliza kwa kusema sasa ni wakati wa amani. Muda mchache baadaye, Trump alizungumza akiwa ikulu nchini Marekani, akitoa tamko la kufanikisha kwa mashambulizi hayo, lakini pia akiwataja viongozi wa Israel akiwemo waziri mkuu Benjamin Netanyahu, akiutaja ushirikiano kati yao kuwa ni ushirikiano bora zaidi kwa kutokea. kazi yetu ni kukupa taarifa pale ambapo zinajitokeza. meneto Shehane mzeina kuendelea kupata taarifa mbalimbali kutoka kwetu, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele.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 Jatato barua pepe tokohastized at gmail.com. Top 1 College of Health and Allied Sciences, we are the way to your success.